Mambo vipi Tanzania? Naitwa Mwasiti. Kipepeo Mweusi. Um, tarehe 29 Oktoba, namaanisha mwezi huu, namaanisha wiki ijayo, siku tano kutoka sasa, Tanzania inaenda kupiga kura kumchagua kiongozi ambaye tunamtaka. Usishindwe, Usiache kwenda kupiga kura, nenda kapige kura, kapige kura kwa ajili ya Samia, kampige kura Samia suluhu Hassan, kampige kura Dokta Mwinyi kwa ajili ya kuleta maendeleo. Tunaona maendeleo anayoyafanya. Tusisite kusogea kwenda kupiga kura kwenye vituo ambavyo tunavijua na viko tayari. Umeshajisajili, tafadhali. Hii siku hairudi tena mpaka miaka mitano ijayo. Oktoba 29 tunatiki kwa Samia suluhu Hassan, tunatiki kwa Dr. Mwinyi. Sio kitu cha kukosa Oktoba tunatiki.